Kupata mtoto ni jambo ambalo linategemewa na kila mwanandoa. Yaani, kila mwanamke anapoingia kwenye ndoa, huwa mategemeo yake ni kwamba ndani ya miaka michache au miezi michache afanikiwe kubeba ujauzito. Sasa inapotokea umekaa kwenye ndoa miaka mitatu minne, mpaka unakaribia ule umri wa kukoma hedhi, kwa maana ya miaka 40 plus, bado huna mtoto, hapa huwa kuna wanawake wengi sana wanajikuta hapo, katika hali ambayo sio nzuri kisaikolojia. Sasa leo tutashea hapa historia za wanawake wawili ambao mmoja ni umri wa kawaida miaka 23-25, lakini pia mwingine ni umri wa miaka 42. Hawa wamepitia changamoto ya kutokupata watoto, lakini kupitia matibabu aliyopata kutoka Ramo na Watoto, leo wanashea testimony zao, safari yao, jinsi ilivyokuwa tangu siku ya kwanza tunafahamiana nao e, kupitia mitandao ya kijamii mpaka kufikia leo mmoja tayari ana mtoto mwaka huu unapozungumza hii 2025 mwezi wa tatu tayari ana mtoto wa mwezi mmoja lakini mwingine tayari ameshabeba ujauzito ukiwa na miezi miwili wa kwanza ambaye tutakayanza naye ni huyo bibi ambaye ana almost miaka 42 kwa maana kwamba kwenye ndoa ana zaidi ya miaka 20 lakini si kwamba hakuwa na mtoto tayari ana watoto lakini mwanae wa mwisho ana miaka 12 sasa unaweza kuimagine miaka 12, hapa katikati alikuwa katika hali ya utafutaji wa mtoto mwingine lakini hakufanikiwa. Kitu ambacho napaswa kufahamu ni kwamba ukishafikia miaka 40 plus, yani kuanzia miaka 35 ukiwa kwenye perimenopause, mambo makubwa matatu huwa yanatokea. Kabla siendelea, usiondoke okay. narudi Yes, kama mara yako ya kwanza uh, unaingia kwenye ukurasa wetu huu wa Ramo na watoto, basi usisahau kusubscribe kwa sababu kwenye hii channel kuna mafunzo mengi sana yanayohusiana na mambo mazima ya afya na uzazi. Kao pengine unatamani kujua ni nini kinapelekea mpaka wewe upate ujauzito kwa miaka yote hiyo. Au kujua nini kinapelekea unapata mimba akin zimekua zikiharibikaaa da pkuea aa ni kwamba baada ya kuwa amefikisha miaka arom, I mean, 35 plus. Jambo la kwanza linalotokana ni kwamba unakumbwa na hali ya upungufu au ule ubora wa mayai unashuka. Kumbuka mayai yako mwanamke ili yaweze kuwa bora, ni lazima kuwe na uwiano baina ya zile homoni zako mbili kuu za kike ambazo ni estrogen pamoja na progesterone. So the more unavyokuwa unaongezeka kiumri, ndivyo uh, mabadiliko katika homoni zile mbili za luteinizing pamoja na follicle stimulating hormone zinatokea. Kwa kizichatokea, inapelekea ubora wa uzalishaji wa mayai unapungua. Kwa hiyo inaweza kupelekea either iwe ngumu kubeba ujauzito au ubebe mimba lakini ziwe zinaharibika. Kwa huyu bibiye ambaye uh, tutaanza naye, yeye alipitia hali hiyo baada ya kuwa mpata mtoto ambaye anaye, ana miaka kumi na mbili, akajaribu kutafuta mtoto mwingine, lakini akapitia hali hiyo kwamba akabeba mimba lakini ndani ya wiki chache ikaharibika. Kwa hiyo moja ya sababu ni hiyo huwa kwamba mayai yanafanyaje, yanapungua ubora. Kwa hiyo akahangaika tena kuanza kutafuta almost miaka kumi na mbili plus akawa hafanikiwi. Ni matibabu mengi sana ambayo amejaribu dawa za hospitali, tiba za kienyeji, lakini aliponiona for the first kwenye mtandao wa Instagram pale pale, akapata wazo kwamba huyu mtu anaweza kweli kunisaidia. Alivyonitafuta tulizungumza mengi, lakini natamani umsikilize mwenyewe, wakati nimefanya naye mahojiano baada ya kupokea amin taarifa za kwamba ni mjamzito. Tunaweza kumsikiliza wote kwa pamoja. Nimekupigia muda umeenda, sijui ni muda mzuri tuongee. Okay, sawa, unaendeleaje? kwanza Kwanzaamshukuru yeah. Uh, vipi ulishaanza kliniki au nangoja mpaka kwanza ifikiefikieka? mm, mm, baada ya wiki mbili ndio Okay. Yeah. Okay, sawa ulivyotesti ukakuta ni positive ulijisikiaje Najisikia vizuri, nikamshukuru Mungu. tie. Eh. na uliniambia ni miaka mingapi arobaini na mbili, arobaini na mbili si tokea kwako tangu tangu tangu miaka kumi na mbili na mister amesha fahamu tayari Okay. Anajisikiaje kwa sasa? sahivi anajisikia freshi ni <laughs> Anajisikia Anajisikia mm. Okay, sawa. Ndio maana kikubwa huu anasema hivi as long as kwamba ushajiwa changamoto yako hasa ni nini na ukaidhibiti ukaitibia swala la kubeba ujauzito kama bado unaona hedhi, hata kama una miaka arobaini na tatu arobaini na nne unabeba ujauzito vizuri kabisa. yeah, sure. na ndiyo maana hata kipindi ulivyokuwa unajaribu una, una kwamba naona nimechelewa, basi nianze. Lakini kwa kuwa tayari tulikuwa tushaanza kuona changamoto za awali zishaondoka, mi nilikuwa naamini yeah. tu kwamba hata kama usingemaliza dozi ya pili, bado matokeo mm. tungekuwa nayo, as long as ulikuwa umeshatumia dozi ya mwanzo vizuri Ndiyo, ndio, nashukuru sana. Nilikuwa niliamini nilikuona tu nikaamini, kwa sababu nikitumia dawa mambo yatakuwa mazuri. Ndiyo na hiyo hivi, na uso ndo ilimfanya, kwa sababu mbona imesijili, ndio kwa mimi kulikuwa ilitoka yani, sikuwahi kuona yani, toka yani hivi ya vile hapo. Sema najua ilikushtua sana mm. <laughs> Naamini na na, kwa sasa hivi hali ulionayo na furaha ulionayo ni tofauti kabisa na hata ilivyokuwa mimba yako ya kwanza. Uongo kwa sababu nakihitaji, alafu akiji nimepata hamu tena ya kulea mtoto na, ni kweli mm. Ha, hapa sasa naona mimi furaha ya ndoa inaongezeka kabisa hilo yeah, ndo jambo kubwa katika vyote hmm. Ikitokea binti ambaye yupo chini ya umri wako, labda ana miaka thelathini au ishirini na tano ana miaka mitatu yeah, minne anashindwa kubeba ujauzito na changamoto za hapa na pale, lakini anaona kukata tamaa kupitia mm, kama kama hali kama ya kwako miaka kumi na mbili umetafuta mpaka sasa unakuja kubahatika kupata ukiwa okay, na miaka arobaini na mbili unaweza kumpa mm, maneno gani mafupi ya kuweza kumtia moyo? ah, asikate tamaa, asikate tamaa kabisa, watumie tu dawa kama unavyotoa ushauri mm, zile dawa kweli. Yani atakiwa uwe na moyo niko, ni kweli, ni kama una moyo autoboi, ni kweli autoboi kama unahitaji na ukafatiza kama unavyosema mm. Yani wala unanili uchelewi. Okay, ni sawa. Na wakati unatumia dawa, vipi? kuna mabadiliko yoyote ambayo ulikuwa unapitiani mambongie, sikia milijia inavuta huku chini, nilikuwa naona yani kabisa tofauti ya mwanzo na nilivyoanza dawa, tofauti nilikuwa naiona kabisa. Okay. Mm -hmm. Ni sawa. Mimi kiufupi nimefurahi sana kwa matokeo yako ndio. Na zaidi na kuombea heri na dua hadi tamati tufikie kuka, kuka, kuka, kukalea kajukuu ketu ka mwisho mwisho, amina duksa, mm. Asante sana ah, Mungu akubariki sana bila shaka nadhani kuna kitu umeshakipata, kwa maana kwamba kama ulikuwa ushakata tamaa na una miaka minne tu au mitano kwenye ndoa bila mtoto kwa kusikiliza ushuhuda huu wa huyu bibi ambaye tayari kwa mwingine angishasema kwamba basi a, ajiandae tu na ukomo wa hedhi, lakini leo hii ni mama mtarajiwa. Basi na wewe kwako, naamini utakuwa umepata kitu kikubwa sana kitakachokupa moyo katika safari yako ya kutafuta kuitwa mama. Lakini nikwambie kitu kimoja, Siku zote mtoto huwa ni mpango wa Mungu kwa maisha yanaendelea, na nimekuwa nikizungumza hili mara kwa mara. Nachokusudia hapa ni kwamba haijalishi umepata matibabu ya namna gani, umepata matibabu sehemu gani, lakini kama imani yako itakuwa ni ndogo e, juu ya tumbo lako kwamba linaweza kubeba mtoto, katika hiyo hali daktari yeyote hawezi kukupa imani, daktari atakupa dawa kwa hiyo imani, ili iweze kuongezeka, unahitaji kuhakikisha kwamba unayoyasikia ni yale ambayo yanakutia moyo na kukufanya uone kwamba kwa hapo ulipo unaweza kubeba ujauzito. Lakini mwanamke wa pili ambaye leo tutashare naye ni binti eh, mwenye umri wa miaka baina ya 25 mpaka 27. Lakini huyu binti wakati anatafuta kidogo nilishtuka, kwa sababu hakuwa kwenye ndoa, ila alikuwa kwenye mahusiano ambayo akwake anaona yana future. Kwa hiyo aka akawa anahangaika kutafuta ujauzito. Kwa kawaida, huwa na desturi kwamba anaponitafuta bibie, kwamba anataka anahitaji kubeba ujauzito, huwa moja ya maswali ambayo nauliza ni kwamba kwenye ndoa na muda gani? Kwa walivyonijibu kwamba hayupo kwenye ndoa, yupo kwenye mahusiano, nikamuuliza, unadhani ni sahihi kwako kutaka ujauzito au kutafuta mimba wakati upo kwenye mahusiano? Akaniambia ni sahihi kwa sababu kwa imani yake na jinsi anavyoamini swala la ndoa ni kama Mungu akikusudia, lakini kwa umri wake anaona tayari alikuwa anahitaji kubeba ujauzito. Kwa hiyo sikutaka kuingia katika uh, mambo yake binafsi, itabidi ni shughulikie lile ambalo alikuwa amelihitaji. Lakini katika mahojiano ni kwamba kilichokuwa kinapelekea asipate ujauzito kubwa zaidi ilikuwa ni changamoto ya maambukizi katika via vya uzazi, kwa maana ya PID. Sasa kumbuka kwa miaka minne alikuwa na changamoto ya maambukizi ya PID. Alishajaribu matibabu ya hapa na pale, ametumia baadhi ya virutubishi, ametumia dawa za kienyeji, ametumia dawa za hospitali. Na kuna wakati mpaka alilazwa, lakini bado ile hali ilikuwa inapata nafuu muda mfupi alafu inaendelea. Nafuu muda mfupi alafu inaendelea. Kwa hivyo nitafuta, baada ya kuzungumza naye, sikuona naye, tuliwasiliana kwenye simu, ila baadaye akamwagiza mwenza wake akaja ofisini kuja kumchukulia dawa. Akaingia kwenye matibabu na dozi yake ilikuwa ni ya mwezi mmoja. Baada ya kutumia ikachukua miezi miwili bila kuwasiliana, lakini ndani ya ule mwezi wa kwanza tulikuwa tunawasiliana kwa mawasiliano, kidogo yakapotea, nikaondoka Dodoma. Nilivyorudi tukaendelea kuwasiliana. Baada ya pale akaanza kunipa matokeo kwamba tayari anaanza kuona changes, mabadiliko e, ile hali nzuri inaanza kuonekana, lakini shida ikawa bado kubeba ujauzito ni mtihani, na kukumbusha kana pale, pale, kwamba mtoto ni mpango wa Mungu, kwa maisha yanaendelea Daktari anapokupa dawa, hakuna daktari yote ambaye atakupa dawa za kukupa mimba. Daktari anakupa dawa za kwenda kuondoa zile changamoto ambazo kwako ndo zinapelekea inakuwa ngumu kubeba ujauzito. Yaani kama ni mkeo anapewa matibabu, hapewi dawa ambazo atabeba mimba. Anapewa dawa ambazo zinapelekea mbegu zako zinapokwenda kukutana na yai lake inakuwa ngumu kubeba ujauzito. Kwa hiyo alivyokuwa anarudia kwamba daktari, ni mwezi wa pili, wa tatu huu tayari nimeshatumia dawa, mbona sifanikii kubeba ujauzito? Pale pale nikawa namkumbusha kwamba kumbuka, tunachokitibu sisi au tunachokifanya sisi, tumetibia ile changamoto ambayo ilikuwa ikikusumbua, ambayo tunaamini kwamba ikishaondoka yote kwako, kubeba ujauzito wala sio mtihani tena. Kwa hiyo jambo la msingi, endelea kujipa muda. Ndio maana tunamtemu mwanamke mgumba kwa kuwa amejaribu kutafuta mtoto kwa mfululizo wa zaidi ya miezi sita, nane mpaka kumi na mbili, kila mwezi katika siku zile za hatari, bila kubeba ujauzito. Huyu ndio tunamteme nani? Mgumba. Sasa umeshatumia dawa manake, ni almost mwezi mmoja. Kwa ina maana miezi miwili ambayo unasema ni miezi mitatu ndio ya wewe kujaribu. Kwa, bado huwezi kusema kwamba hujapata matokeo. Kwa hiyo akanielewa na nikaendelea kumsimamia katika mambo ya hapa na pale ya lishe na nini, ndani ya miezi minne iliyofuata, baada ya ile miwili manake, ikawa ni miezi sita, akafanikiwa kubeba ujauzito ambao ilikuwa ni mwezi Julai mwaka jana, mwaka 2025. Kwa hiyo wakati anaendelea kukuza ku, huu ujauzito tulikuwa tunawasiliana ndipo nikaanza kugundua vitu vingi sana. Mojawapo ni kwamba kumbe kipindi ambacho alikuwa anatafuta matibabu ambapo alishawahi kuangaikia huko mbalimbali, sehemu mbalimbali, alishawahi kutumia mpaka hata dawa kuagiza kutoka Kongo. Kuna kipindi nilifikia hatua mwenza wake akahisi aka, aka kwamba ameshapoteza pesa nyingi sana. Kwa hiyo ni kama vile anapata hasara. Aliwahi kumtoa au kumfukuza ndani mara mbili mfululizo tena ukiwa ni usiku wa manane. Kuna siku alinipigia simu, kwa bahati mbaya I mean, nikafukuzwa au nikaondoshwa ndani na mwenza wangu sababu kwamba nimechelewa kubeba ujauzito, ametumia pesa nyingi sana, lakini bado hapati matokeo. kwa hiyo kabla sija kuwekea huu ushuhuda pia uweze kumsikiliza akiwa naongea yeye mwenyewe. Nimeshare hiki kisa kwako wewe binti, ambaye hapo ulipo unatamani kubeba ujauzito, lakini haupo kwenye ndoa, sio dhambi kwa namna nyingine. Lakini mimi si, ninachoamini ni kwamba anayetakiwa kuitwa mama ni yule ambaye tayari yuke, yupo na mume sasa kama maana yake ni kwamba ni ndoa, lakini maisha leo ya leo yamebadilika. Kuna watu ambao wanatamani tu kwamba awe na mtoto, lakini swala la kuolewa hataki, anatafuta namna yoyote ile ya kuweza kuwa na mtoto. Kwa hiyo kama unataka kupata mtoto na upo kwenye mahusiano, kwenye mahusiano haupo kwenye ndoa, hakikisha kwamba unatafuta ujauzito ukiwa unajua kwamba ikitokea huyu mwanaume akakwepa kwa namna yoyote, akakataa mimba, kafanyaje? Utakuwa na uwezo wa kulea mimba utakuwa na uwezo wa kumlea mtoto bila kulalamika. Kwa hiyo, kwa sababu hii kwake ilikuwa, hilo si shida, kwake ilikuwa changamoto ni ujauzito tu. Akafanikiwa, mambo yakawa mazuri. Kwa paka hapa anazungumza na wewe tayari ni mama wa mtoto ambaye ana mwezi mmoja, na angependa pia kushare na wewe hapa safari yake tangu mwanzo mpaka anafikia hatua ya kufanikiwa kubeba ujauzito kupitia matunda ya pakeji zetu za Ramo na Watoto. Tumsikilize kwa dakika chache mara baada za siku Nice. Hongera sana, hongera kwa kumleta mpya. <laughs> Okay. Ume, amekuja wa kiume wa kike umemleta oh, mdada. uh -huh. Amekuja mama yako uh -huh. Hongera sana. Okay. Unajisikiaje, unajisikiaje kwa sasa? uh -huh. wa Wow. bila shaka mister uh -huh. amefurahi sana No, na, ah, oh, nimetumia namba hii kwa sababu ile nyingine nilikuwa simu nime, nime nini imeweka Me, chaji kwa kabidi nitumie hii ah. Ndio, ndio namshukuru na Mungu naendelea vizuri mm. Mm, uko nyumbani sasa unakula mtori wa mzazi sio? mm. ukweni au nyumbani kwa mama ukweni? mm. Irene okay hivyo yeah. Unaweza kuniambia kuni ni kwa jinsi gani mtoto um, uliyempata sasa hivi amefanya ya mahusiano yako yaweze kuwa ya amani na furaha tofauti na mwanzo, mm? kwa tofauti mm. Mm. Mm. Mwanzo ilikuwaje na baada ya kupata ujauzito na kupata mtoto sasahivi umejifungua imekuwaje, mm?

mi nakuombea Oh. Oh, Okay, Okay, Uh -huh. Okay. Eh. Na heri awe mwenye afya umkuze katika misingi mizuri, nurwa naamini na ukirudi Dar es Salaam. Uh -huh. Utamleta siku moja nimwone, miku, Ay, tano, tuna mwezi wa tano eh? Uh -huh. Kwani ni familia mzima we na mista wote ameenda nyumbani. Okay, okay. Okay. Okay. Ni sawa. Nilifurahi sana nilivyopokea ule ujumbe wako, nilifurahi sana kwa sababu nakumbuka na ulivyokuwa unapata, una shida vile, baada ya kuwa umeshatumia dawa, sa upo kwenye kusubiria matokeo, alivyokuwa naona yes. unachelewa kupata matokeo, ulivyokuwa ulivyokuwa unanisumbua unakumbuka? <laughs> Baada ya kufanikiwa kubeba, naamini kila kitu kilibadilika. Ndo kilibadilika maana, yeah. Mimi huwa kila siku nasema kwamba mtoto, unajua ni mpango wa Mungu. Uh, tunatibu kila kitu tunamaliza, inabakia sasa ile nafasi ya Mungu kufanya Mm. Na ulichukua muda gani kwenye mahusiano yako hadi kupata kupata mtoto yaani, kwa kipindi chote ambacho ulikuwa ukisumbuka na ile changamoto PID na nini, ni muda gani mpaka umekuja kubeba ujauzito? Miaka minne miaka minne miaka minne miaka minne mm. Pole sana, na naamini na naamini hapo ulikuwa umeshatumia dawa sehemu nyingi sana. Mtu ya nangu sana, mtu ya nangu sana, mtu ya kwa kwa no. mm. Haya, kikubwa ni kwamba sasa tumeshabadilisha jina Mama nani sasa hivi? Mama Kaila, Mama Ka? Kaila, Kaila. Mama Kaila. Oh. <laughs> <laughs> Nitafurahi sana nitafurahi sana mkikaleta kajukuu karamu wako. mm. Mm. Ah basi uwe na asubuhi njema. Nikasema leo nimetulia na naamini kwa asubuhi hii mtandao unaweza kuwa umetulia sana, kwa sababu nilikutafuta ile majuzi ikawa changamoto ni mtandao mm, mara moja moja. Mungu akubariki sana kwa siku ya leo, nadhani hawa wawili wanatosha kukuongezea imani katika safari yako ya kuitwa mama. Kumbusha, Ramo na Watoto ni mtatuzi wa changamoto mbalimbali za masuala ya afya na uzazi, kwa wote wake na waume. Napatikana Dar es Salaam, Uhuru Road, MNF hausi ghorofa ya kwanza, lakini namna ya kuweza kuwasiliana, pengine ni kwa ajili ya kusaidiwa katika changamoto yako, kwa namba ambazo unaziona hapo chini, lakini pia kwenye hii video nimeweka description ambayo unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizo zinapatikana pia WhatsApp. Lakini pia Ramo na watoto wanapatikana katika mitandao ya kijamii, katika akaunti za Instagram, YouTube pamoja na TikTok na Facebook, kwa jina hilo hilo la Ramo na watoto. Mtoto ni mpango wa Mungu kuwa, maisha yanaendelea na Mungu akubariki sana.